Karibu kwenye Back to History ya Ndugu Online TV. Mimi naitwa Hasla Boy Amade Hasla, Tanzania, Mtanzania harisi. Kwani laisi wa kwanza wa Malekani ni George Washington? Hapana, siyo George Washington. Ni nani sasa laisi wa kwanza wa Marekani? Laisi wa kwanza wa Malekani, John hanson ni raisi ambaye alikuwa ana uwezo, hekima na akili kipindi hicho, ambaye historia yake na wengineo zimepotea. Kwa nadra sana tunaweza kusikia au kuona kwenye maandishi jina lake likitajwa. Nchi mpya ya Marekani iliundwa Machi moja mwaka 1781 kwa kupitishwa kwa hati ya muungano. Hati hii ilipendekezwa Juni 11, 1776, lakini haikukubaliwa na bunge mpaka ilipofika Novemba 15, 1777. Maryland alikataa kusaini hati hii mpaka nchi za Virgin na New York ziachie ardhi zilizopo magharibi. Maryland akiogopa nchi hizi mbili zitapata nguvu zaidi kwenye serikali mpya kutokana na kuwa na ardhi kubwa sana. Mara baada ya hati kusainiwa mwaka 1781, rais alitakiwa kuongoza nchi. John Hanson akachaguliwa na bunge hilo lililomjumuisha pia George Washington. Wale wagombea wote wenye nafasi walikataa kuongoza dhidi yake. Tukichukulia alikuwa ni mtu muhimu kwenye mapinduzi na mwanachama mshawishi mwenye ushawishi mkubwa kwenye bunge. Kama rais wa kwanza, Hanson alikuwa yupo vizuri kiuongozi. Mwanzoni hapakuwa na rais na mambo yalikwenda hivyo humo nchini. Kazi zake ofisini ziliwekwa mipangilio mizuri na marais wote waliomfuata alikamata ofisi baada ya vita ya mapinduzi kuisha. Mara ghafla, vikosi vya kijeshi vilihitaji kulipwa kwa kazi ya mapinduzi na ilitarajiwa hivyo, baada ya vita virefu. Kipindi hicho hapakuwepo na fungu la malipo ama mishahara. Matokeo yake askari walitishia kungoa serikali mpya ya John Hanson na kuweka kumweka George Washington madarakani kama mfalme wao. Wanachama wote wa bunge walikimbia kunusuru maisha yao wakimwachia Hanson, mtu aliamua kubaki kuongoza serikali. Kwa kiasi aliweza kupoza hasila za askari na kushirikiana nao pamoja. Kama angishindwa serikali yote ingeanguka ghafla na kila mmoja angemti mfalme George Washington. Hanson alitumia alitumiwa paundi 8 pesa ya Uingereza na kaka yake Samuel Hanson kupita George Washington ili kuwapatia askari viatu. Hanson, kama rais, aliamua askari wote wa kigeni waondoke kwenye ardhi ya Marekani pia na kuondoa bendera zingine ambazo siyo za nchi ya Marekani. Hili lilikuwa ni jambo la ujasiri na mafanikio makubwa kwa u, kuzingatia ukweli kwamba watu wa u, Ulaya wengi walikuwa na maslahi mapana sana na nchi ya Marekani tangu ujio wa Columbus. Hanson alianzisha muhuri wa Marekani ambao marais wote walihitajiwa kuutumia kwenye kazi zao za ofisi. Mwishoni alitangaza Alhamisi ya yani nne ya mwezi Novemba iwe ni siku ya shukrani ambayo bado ipo mpaka leo. Hati ya muungano wa nchi ilimruhusu rais tu kutumia kipindi cha mwaka mmoja, hivyo Hanson alimaliza kipindi chake hicho cha muda mchache. Marais wengine sita walichaguliwa baada yake, baadaye ni pamoja na Elias Boston wa mwaka 1781, ja Thomas Mfini wa mwaka 1784, Richard Hanley mwaka 1785, Nathan Goldman Goldman mwaka 1786, Arsad Clyde wa mwaka elfu moja mia saba themanini na saba. Na Clyde Griffin mwaka elfu moja mia saba themanini na nane. Wote hawa kabla ya rais George Washington waliongoza nchi ya Marekani. Sasa, kwa nini hatusikii kumbukumbu yoyote kuhusu raisi wa mwanzo, marais saba wa mwanzo? Ni kwa sababu hati ya muungano ya nchi haikufanya vizuri nchi moja zilikuwa na nguvu kubwa sana, hakuna makubaliano yaliyoweza kufanikiwa. Hati hiyo ikatakiwa iandikwe upya, ambayo ndiyo katiba inayotumika sasa hivyo. George Washington siyo raisi wa kwanza wa Marekani, alikuwa ni raisi wa kwanza wa Marekani chini ya katiba ya hivi sasa na maraisi saba wa mwanzo wamesaulika kwenye historia ya nchi ya Marekani na duniani kote kwa ujumla. Asante sana, hii ilikuwa ni back to history ya Ndugu Online TV. asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe channel yetu ya Ndugu Online TV. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, fanya kusubscribe, kisha gusa alama ya kengele, utakuwa ukipata notification kwa kila ambacho tutakuwa tumekusogezea.